wa wa ala alihi wa ashabihi alkiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din amma ba'd. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kumhimidia Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tumekuiteni hapa kwa ajili ya kukupeni taarifa na taarifa hii muifikishe kwenye umma, kwa kuwa ninyi ni wepesi wa kufikisha taarifa na mnapozifanyia kazi taarifa kwa muda mchache huwafikia mamia ya watu, na taarifa hii inatoka moja kwa moja Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, mkoa wa Mwanza chini ya shekhe wa mkoa Samahat Sheikh Hassan Musa Nzuruni Kabeke, na leo inasomwa kwenu na Sheikh Abuu Jadawi ambaye ni msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kutumia fursa hii kuwapa taarifa rasmi kwa niaba ya shekhe wa mkoa wa Mwanza kuwa kwa mujibu wa maelekezo ya ofisi ya mufti wa Tanzania, swala ya Eid al-Adha kwa mwaka huu 1446 hijiria itaswaliwa siku ya Jumamosi, tarehe 7 Juni 2025 katika viwanja vya Nyamagana kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Tunawasihi Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza na maeneo ya jirani kuhudhuria kwa wingi na kwa wakati, ili kuitekeleza ibada hii kwa utulivu, heshma na kwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pia tunawasihi Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza na maeneo ya jirani kuhudhuria kwa wingi na kwa wakati ili kutekeleza ibada hii kwa utulivu heshima, na kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa swala hiyo itaanza mapema ili kupisha ratiba ya ibada ya kuchinja na baraza la Idi, tunawahimiza waumini kuwahi kufika mapema kabla ya saa mbili asubuhi. Pia tunawaomba wakuu wa shule au taasisi zinazowaleta watoto kuhakikisha wanawafikisha watoto mapema kabla ya saa mbili asubuhi ili kushiriki kwa utulivu na kwa wakati. Aidha, baada ya swala hiyo, baraza la idi litafanyika hapo hapo katika viwanja vya Nyamagana. Baraza hili litahusisha khutba, mawaidha nasaha mbalimbali zitakazotolewa na viongozi wa dini na wageni waalikwa ikiwa ni jukwaa muhimu la kuimarisha mafundisho ya dini, mshikamano wa kijamii na kupandikiza maadili mema miongoni mwa waumini. Tunapokaribia kusherehekea sikukuu hii adhimu, tunapenda kuwakumbusha Waislamu ya kwamba uchinjaji wa mnyama ni ibada muhimu na ni ya kipekee katika Idi la Adha. Ibada hii ya kuchinja ni muhimu na inaonyesha utiifu wa hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hivyo basi, tunawahimiza waislamu wote wenye uwezo wa kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wachinje, ikiwa ni njia ya kuonyesha utiifu, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kuendeleza moyo wa sadaka. Ni muhimu pia kutekeleza ibada ya kuchinja kwa kuzingatia masharti ya sheria: kuchinja kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuchagua mnyama mwenye sifa zinazokubalika kisheria, na kuhakikisha mnyama na kuhakikisha mnyama inagawiwa kwa masikini, majirani, ndugu na watu wote wenye, wenye uhitaji. Tusiache ibada hii iishie kuwa ni ya kijamii tu Tuitekeleze kama amri ya kidini yenye malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Tunajua kwamba wapo ambao hawana uwezo wao kama wao kumnunua mnyama mzima mzima, mnaweza mkajiorganizi wawili watatu mkachanga mkanunua huyo mnyama na mkamchinja, kwa sababu mnyama wa udhiya anachangiwa tofauti na mnyama wa akika. Kwa kwa wale ambao wanaweza kujiorganize wakachanga waka, waka pesa wakanunua kwa kuwa hawana uwezo basi wafanya hivyo, na wale wenye uwezo basi ni vyema wakanunua wao kama wao. Kwa upande mwingine, tunawakumbusha Waislamu na Watanzania wote kuwa amani na utulivu ni misingi ya dini yetu na ustawi wa taifa kwa ujumla. Katika kipindi hiki cha Sikukuu tuendelee kudumisha utulivu, heshima kwa kila mmoja na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga amani, iwe ni katika maneno, matendo au mienendo yetu. Tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla kwa kuendelea kuliunga mkono Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, katika masuala mbalimbali mbali ya kijamii, kiuchumi na kidini. Mchango wenu wa hali na mali ushirikiano wa karibu na moyo wa kujitolea mnaouonyesha katika shughuli na mipango ya Bakwata ni nguzo muhimu katika kuimarisha umoja wa Waislamu, kukuza maendeleo ya jamii, na kudumisha misingi ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu awalipe kwa wema mwingi na azidi kuibariki jamii yetu. mm-hmm. Mwisho, tunawatakia Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla Idi mubaraka, taqabal llahu minna wa minkum salihal a'mal. Kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, taarifa hii inatoka moja kwa moja kwa Sheikh wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Musa Nzuruni Kabeke, na imetolewa kwenu au imesomwa kwenu na Sheikh Abu Jadawi ambaye ni msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Mwanza. wallahu waliyutawfiqi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.